Inawezekana kwake yoyote atakayeshinda pale mechi zote mbili atakuwa na alama saba. You get it? So haiwezi kuwa rahisi hivyo. Itakuwa ni ngumu kwa sababu Yanga atakuwa amepoteza hizi alama. Kwa hiyo ni lazima Yanga ashinde mchezo wote, lakini bado kundi ni jeupe, kundi ni gumu, na matokeo ya jana yame solidify lile kundi lenyewe, ama solidify lile ugumu wa lile kundi lenyewe ni sasa Yanga wao kwa sasa hivi kuendelea kumtakia uh, kila la heri, afanye vizuri manake Ahali ili na wao waendelee kutafuta matokeo ya ushindi, ili hizi timu zingine ziendelee ku, kuhangaika kupata matokeo sehemu pekee ya kumtakia matokeo mazuri ya Ahali ilikuwa ni jana, ambapo Yanga alikuwa mnufaika wa kwanza wa matokeo ya Ahali positive. Lakini ukisema mtakie kwenye mechi ijayo, manake Yanga ndo wafungo kwa sababu ndo anacheza naye, so nafikiri important now ni kwa Yanga kushinda michezo yake dhidi ya Al Ahly kupambana, kutafuta matokeo ya ushindi. Wote tunajua utofauti wa Al Ahly na Yanga, otherwise kama ulikuwa ndio umeingia leo duniani labda, lakini kwa mtu yeyote anajua utofauti wa Yanga na Al Ahly ni mkubwa. Kwa hiyo lazima watahitaji kufanya kazi ya ziada effort maximum, effort maximum, ili kuhakikisha wanakwenda kupata matokeo ya msingi. Kwa upande wa squad za timu zote ambazo zipo kwenye kundi B, tumezitazama zote. Al Ahly <coughs> na anafahamu licha ya kuwa wamekuwa na mabadiliko kwenye benchi la ufundi. JS Kabylie ndio wanakuja kwa sasa hivi wanajitafuta, e, sifa wamekuwa na mwendelezo mzuri kwenye misimu miwili hivi, nao wana njaa mafanikio e, kwa namna ambavyo Yanga wanacheza, kuna tumaini lolote lile huenda likabadilisha e, mwelekeo na namna ambavyo walifanya wali msimu jana, nafikiri inawezekana kwa sababu Uh, kundi kuwa gumu ndio tafsiri ya wewe sasa, unahitaji kupita njia ngumu ili uwe bingwa. Hauwezi ukawa bingwa kwa kucheza na timu ambazo labda wewe kila siku unazifunga tatu nne tano tatu nne tano, lazima upite njia ngumu ili uweze kuwa bingwa, na unavyopita njia ngumu zinakujenga na kutengenezea strength ya kuweza kupambana na opponent yoyote. Kwa hiyo inawezekana kabisa kuweza kupata uh, nafasi ya kuendelea kufanikiwa ikiwa unapita njia za namna hii. Kwa ufupi tuambie kuhusu na, na Simba ni kwa namna gani wanatakiwa wachukue tahadhari kwenye mchezo wao ugeni, wanaenda kwenda kucheza na Stade Malien, kupata sare ya ya Tunisia dhidi ya Esperance Mites of Tunisia, nafikiri imewabosti sana uh, wale Stade Malien. Kwa hiyo lazima watakuja wakiwa na nguvu kubwa kuhakikisha walau basi wanakuja kuleta kitu cha tofauti hiyo mos, lakini cha pili watajaribu kutengeneza attention kubwa, ili walau waweze kupata matokeo mazuri ya kuendelea kupambana na kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda wanavyotaka. Kwa hiyo nikijaribu kutazama kwenye mazingira yote hayo yananipa sababu nyingi za kwamba inawezekana wakawa wanahitaji kucheza mechi nyingi zaidi kwa ushindani mkubwa, ili waweze kupata matokeo dhidi ya Simba na dhidi ya timu nyingine watakazokabiliana nazo. Unajua, kwenye grupu lao wao ndio timu ndogo zaidi, na hawajawa wadogo kwa bahati mbaya, performance yao inazungumza zaidi, kwa hiyo wangehitaji kunyanyukia kutoka hapa Stade Malie. Lakini simba ni lazima afahamu anaenda kucheza na timu ambayo haina cha kupoteza, timu ambayo haina cha kutumainia pia. Ukikutana na timu ya namna hiyo, ni kama mtu tu ambaye anajisikia kufa muda wote, hana cha kupoteza. Kwa hiyo ukipigana naye, wewe ndio unapaswa kuwa na tahadhari zaidi. Nafikiri simba pia anapaswa kuingia hivyo, akijua anaenda kabiliana na mtu ambaye hata kuwa na cha kupoteza, atakuwa anaingia na vizia, anajaribu kutengeneza nafasi. Lakini cha mwisho, Simba wanapaswa kuwa bora sana kwenye eneo la umaliziaji, pamoja na ndio eneo ambalo limekuwa likiwapa changamoto. Mechi iliyopita dhidi ya Petro de Luanda, nafasi tatu za wazi kabisa ambazo ni clear chance wamezikosa. Watu hivi, tunakwenda kupambana na timu ambayo inazuia, haikupi hata nafasi ya kutengeneza nafasi nyingi. Kwa hiyo nafikiri wanapaswa kuimarisha haraka hilo eneo. Mwalimu Dimitri Pantev tumemwona amekuwa akibadilisha sana squad yake, pengine tunaweza tukasema kwamba bado hajapata kikosi chake halisi. Hapana, kwenye mpira wa kisasa kuna first 11. Kuna starting 11. Kwenye mpira wa kisasa kuna wachezaji kadhaa wa muhimu, lakini kila mchezaji ana umuhimu wake kulingana na mahitaji ya mechi husika na kulingana na mahitaji ya mwalimu kwenye, kwenye, kwenye, kwenye aina ya mchezo. Leo hii ukienda kucheza na timu ambayo uh, inatumia nguvu, hauwezi ukatumia kikosi ambacho unatumia dhidi ya timu inayo press. Kwa hiyo kila mchezaji ana mchango wake na ana namna yake ya kucheza. Shukrani. shukrani.